Namba 15040 ina faida gani? Namba 15040 ni muhimu sana kwa watumiaji uh, hasa katika kuhakikisha kwamba wanaripoti yale zile namba ambazo zinajaribu kufanya utapeli. Kwa hiyo umepigiwa simu, basi ile namba iandike chini tuma neno utapeli kwenye kutumia namba ya SMS ya kawaida, itakurudishia uingize ile namba uh, unaituma kwenye namba 15040. Vilevile kama ukitumia ujumbe uh, kwamba tuma kwenye namba ile, huo jambo unachukua jinsi ulivyo, unaotuma kwenye namba 15040 uh, itakuuliza uingize ile namba ile iliyokutumia uh, hizo zinasaidia benki katika kudhibiti uh, hizo namba uh, kwanza Aa, lakini pia kitambulisho cha NIDA kilichotumia ile, ile namba kufanya uhalifu mm -hmm. kinazuiwa na kifaa pia kinazuiwa mm -hmm. ili kuzuia asiendelee kufanya uhalifu huo. Hii ni muhimu sana, lakini kama unataka sasa hela irudishwe nini, hiyo inaenda kwenye upande wa Uh, wa wenzetu wa polisi, lakini polisi ah, yeah, polisi ndio wanafanya masuala yote ya wizi mm, kama ilivyokuwa mtaani mm, ndivyo hivyo wanavyoshughulika, lakini sisi kwa upande wetu kuhakikisha ile namba haiendelei kufanya uhalifu inazuiwa, inazuiwa kwa muda yeah, na ndio maana tunakuambia kwamba uh, laini karibu elfu 16 za matapeli zimekwisha fungiwa. Hizi ni habari njema kwa kweli, inatia moyo kwa kazi kubwa inayofanywa na TCRA.